Mpe. Karibu sana mtazamaji wetu ya kwamba show yetu ya leo ya Reality of Life ambapo leo tuko na mjadala motomoto wa kuhusu pesa katika relationship. Watu wengine katika relationship zao mtu anakuja na, ako na kazi yake, kama mke wako anakuambia nikopeshe pesa alafu anakosa kurudisha, ama mumeo anakuambia nikopeshe, nikipata nitarudisha, anakosa kurudisha ama unapata mke wako anachukua pesa zako, ama anachukua zile pesa mnazozipata ana develop kwao, anajenga kwao, ama mume wako anajengea ndugu zake, unasikia anajengea mama yake ama anajengea ndugu yake. Je, wewe unaweza fikiria namna gani ama unaweza fanya nini? Ukiona scenario kama hiyo, unaweza fanya nini? Comment pale tusaidiane, na hapa tunavyojadiliana, pia wewe weka comment zako, usaidie mtu mwingine ambaye anataka ushauri kama huo. Eh, ndugu yangu hapa leo tuko na our brother, na huyu mnamjua Last time mlikuwa na yeye mkasema amewakwaza. Leo amerudi tena na labda atawafurahisha. Karibu sana, jitaje majina yako na tuendelee. Nitawakwaza tu bado mimi. Naitwa Cyrus Makina, hiyo na majina yangu ya Facebook, hata kwa page meutangalia nimeandika tu Pastor Cyrus, hiyo. yes. ni jina tu, hiyo title. Ni title tu lakini yes. Hapa tuko tu ni serious business, karibuni sana yes. Tuende... songe mbele yes. Na tuko na wa brother hapa My good name is... Olimax TV ifuate, yeah. pale Facebook at Olimax TV, pale YouTube at Olimax TV, no, make sure umesubscribe, chukua minutes, ingia pale YouTube at Olimax TV, make sure umesubscribe. Lakini leo tuko hapa ndani ya Reality of Life, tunawapea mambo motomoto moto. Yes, sasa utaangalia pale hii show inakuja pale katika eh, YouTube Pastor Anderson Tunje Mwabaya Facebook, Pastor Anderson Tunje Mwabaya. Ukizifuata hapo utaipata, na tutajadiliana nyinyi, mnaonaje ndugu zangu sasa tuseme ya kwamba wewe uko uko uko e, ume, ume, mke wako amekukopea amekwambia, nikopeshe pesa ama mpenzi wako, wacha tutumie mpenzi eh? Kwa maana mpenzi anaweza kuwa ni mke ama ni mtu ambaye mna date eh, amekwambia ame nikopeshe pesa, labda kuna jambo anataka kufanya. Ulikuwa umempea pesa nyingine kando, lakini akakwambia eh ninahitaji elfu ishirini nikopeshe, ukampatia, alafu baadaye hakurudisha. Unaweza maliza uhusiano kwa sababu hiyo, ama wewe unaweza fanya nini kama hajarudisha? Umeona nitangulie kwa mimi, eh? <laughs> Mimi mwenyewe I personally mimi nikiwa Cyrus, ikiwa ni mpenzi wangu, iwe ni bibi yangu ama ni mpenzi nataka kumuoa, na nimemkopesha pesa akose kurudisha, as long as ni wangu, nitakosana naye ya nini? kwa sababu ni mtu wangu mimi napenda nimempatia. Mm, nitampatia hizo aende na ninanisahau hivyo, tafutange zingine mbele. Tukisonga mbele hakuna mm, e, haja ya kusema kama ni mkazia kukasirika. Hiyo ni utoto bwana, lazima majority inaanza hapa hapa, unamwachia kama ilikuwa milioni moja, mm, akae nayo mm, alafu mtatafuta ingine mm, kama utalala njaa, lakini unajitolea kimwanaume. Mwanaume ni kukufa kindume, na akikuacha yeye, akiniacha e, ni shauri yake. Mimi nisha tena mema, sijamuonyesha mabaya kwa... na hata ataniacha ya nini? Na nashaona mwanaume mzima, nimemwajia mita moja, ataniacha. Kuna wale ambao <laughs> wana, wanakopesha nini alafu wanakuacha, mnakosana, mnaachana na alikukopa, unaweza kumbuka hiyo deni, mkosane ama mfuata ama mpeleke ndani. Hey, polisi siwezi mfuata, hata siwezi pigia watu wao simu. Siku moja aliwahi nifurahisha. Mm. Siku moja ndio wewe mfurahisha. Mm. Yeye kama ameona ni vyema aende, ataenda tu na atakuja kukumbuka mimi baadaye. Ataenda atereze pale mbele akumbuke Cyrus <laughs> yako wapi. Mm. Eh, lakini mimi si wajua ngui kwa sababu yale ambao matendo niko nao wa mema. Wacha tusikie Oliver anaweza kuwa anachemka. Ndugu yangu, wewe unaona namna gani? Kwanza, it is very sad nimeingia kwa hii issue lakini ninasikia kusikitishwa sana. Chumasi. Yani, I'm very sad kusikia kwa vile ndugu yangu anaongea hapa. Mm. Kwanza first of all eh, Unaanzaje kumkopesha mwanamke pesa eh? mm -hmm. Unaanzaje kumkopesha mwanamke pesa mm -hmm. Ufai kumkopesha mwanamke pesa, unamkopesha aje? Sienaye ako na mikono na miguu ya kufanya kazi mm -hmm. aenda afanye kazi, atafute hiyo pesa. Na kama maybe siku moja nikuja, nikuwe wazimu, nijipate nimekopesha mwanamke pesa mm -hmm. na akose kurudisha mm -hmm. hapo, sasa inabidi tubadilishane majengo ya serikali, mimi niingie mochari wewe ni kama benki, anaenda anachukua pesa kwako, ndio anafanya mambo zake, anarudi tena kwako, anajua tu ah, nikikuja atanipea, nikikuja atanipea. Uwezi mpatie mwanamke pesa, hata za maji usimpatie. Wanaume wote ambao wananisikiza nisikizeni, mimi hapa hivi, usirai kumkopesha mwanaume mwanamke pesa. Na mwanamke ukimkopesha pesa na akose kurudisha, that is cheating eh, yeye amecheat kwa ndoa, kwa sababu is not alisema. <laughs> unamkopesha um, pesa arudishe, alafu anakosa kurudisha, alafu mwanaume umetulia tu, hiyo ni kukaliwa. Unaona hao no, wanaume ndio watakaliwa kwa ndoa. My friend, Ay, young man, eh, uh, young man, ah. umepungukiwa na kitu kimoja. Ah, uh, uh, uh, uh, Sioni kama uko na akili timamu. Ah, uh, ah, uh, uh, uh, Hiyo ndio kitu I'm, nono. I'm very sad. Ati, ati, ati hao ndio wanaume watakaliwa kwa nyumba. Yeah. Kivipi? Mwanamke mwana al, alikuja akasema umkopeshe dawa ya deni nikulipa nikuli, nikuli, ni, ni unajua ni, kuna kitu moja huyo uh, ajui uh, language. Wewe mwanaume ambaye uko mini, auwezi nunua hata lollipop kwa mtu wako, hata ile ambayo ni inaitwa in, namna gani, chocolate ya 20 pop mberekee, akiona kabisa hata hiyo chocolate you cannot afford, atakuja na hiyo mbinu utoke pesa. My friend, hiyo chote ambacho inaenda kwa mwanamke, don't expect in return.

ilitengeneza wanaume, nyinyi ndio mnafaa kufungwa kwa sababu na kwanza kitu moja. Kwa sababu mwanamke akikukopa pesa mm, alafu akose kurudisha. Eh, inaonekana sasa na wewe bado tu unawachana na hiyo tena unamkopesha mwingine. Acha niongee. Acha nimalize. Kwa nini ungojee akukope? Si umpatie before akukope. Before alafu akose kurudisha. Alafu tena unasahau nakukopa ingine, we unaonekana ni kama wewe, yani, wewe uko yatima wa mapenzi. Usitoke, usitoke sasa. Nataka watazamaji wetu pia wanatuangalia na wana views zao, watatupatia tuone pale mahali tunaweza simama. Je, niulize swali hili. yani wewe tuseme kama kwa mfano sasa, mke wako amekukopesha, kwa maana wanaume pia ukwama, mwanaume anafika mahali umekwama, unaona kwamba kuna mradi ama kuna jambo nataka kulifanya, lakini unaitisha pesa kutoka kwa mke wako kwa njia ya kumkopa, na mke wako akudai wewe, utafanya nini? Mke wangu anidai mimi? Mm. Mwenyewe akinidai responsibility from the time God created here and hii hapa chini kwa mchanga na huko juu mawinguni na kule anakaa. Mm. Responsibility ya mwanaume ni ku provide provision. Kitambo wanaoga huwa kwa anafanya kazi. Atusikie mtu mwingine amezaliwa kula amezaliwa sio alizaliwa before afika hospitali ndiye anaongea uchika kama hii aseme uwezi si kukaa na mtoto wenyewe kama self. Kwa hivyo wewe unaweza mlipa. Mimi naweza mlipa. I can pay back because hii ni kiumbe kitaifu my friend. Hata ana nguvu kama ile, mimi nasapepa kimao kwa mchengo, mimi mwenyewe nitamlipa vizuri vizuri sana, na bila kusikia uchungu tangangana na hapo kwa mjengo. Na hapo kwa mjengo. Kuna wanawake wanafanyanga mjengo <laughs> ni <sawa. laughs> wanawake wanafanya mchengo, wacha wafanye mm. Lakini ile kiumbe yangu mimi, ile chombo yangu mimi nimependa, mm. Amenikopesha pesa mimi mwenyewe my friend, my brothers nitamrudishia, nitamurudishia. Wewe unasema nini sasa, tuseme Hey, tuseme umekwama, sikia kukosa mawazo. Eh, tuseme umekwama alafu sasa amekukopesha. Unajua mimi I'm representing wanaume wote duniani mimi ndio msemaji wa wanaume duniani mm. mwanamke nimemkopa for example pesa mm. mimi nimekuwa nikimshughulikia Ya amesema vizuri mwanaume is to provide. Ni sawa. siku moja sawa siku moja nimekwama nimemwambia hey, my dear, my love, my baby nipatie elfu mbili anakuja kunidai ya nini? Hmm. Sifai kurudisha, ni mambo mengi sana nimemfanyia. Ni hmm, narudisha. Nilipeleka mahari kwao, ndio mai ya tudanganye, haifai. Kwa hivyo usidanganywe na akili za mm huyu -hmm. Jamaa huyu amepungukiwa na wazo. Mwanamke ukimkopa pesa, hiyo pesa haifai kurudishwa, lakini usikubali mwanamke akukope pesa, na akikukopa akatae kulipa, mpande kichwani. umeniita umeni kwa shogani hii. Mwanamke akikukopesha ufai kurudisha, hey. We usimsiusi watoto <laughs> Wewe utaenda ndani wewe

Pesa yoyote inatoka kwa mfuko ya mwanaume kienda kwa mwanamke, iwe ni wako. Specifically, ni wako, si wa kutoka nje. Hiyo pesa, don't expect irudi. Mwanaume chikakamue hiyo, wache kae hivyo, uchikaze na haja, hata kama ni huyo venye hapa eh, host anauniulisa maswali mengine, tukoroga akili, lakini kwangu mimi ni nzuri yeah. Mimi akinikopesha I'm supposed to pay back lazima nimpatie kwa sababu ako pale kwa sababu yangu mm. na mimi niko hapa kwa sababu yake na my responsibility ni kumpea. Wanaume wala hamupei wa, watu wenu pesa ama uwashughulikie, basi jaribini sana sana muweze kusimamia hata mahitaji ya watu wenu. Mimi nawapatia hiyo advice. Ndio naona ukikaa okay, okay, kama ndugu yangu huyo amepata tisha ya braki hapa wakifanana nayo mtapoteza tu bure. Ndio naona ndoa mingi zinavunjika. provide for your person, for your model ndi kwa sababu ni chombo ilitoka kwao mchanga, ikakuzalia mtu mzuri mm. you are supposed Aye. to provide. Aye. Goje. Goje. Sasa nataka kusema hivi tukimaliza nikupe nafasi ya kusema hata wewe kwa hivyo, mwanamke anapochukua pesa kwako, anapokukopesha unafaa umrudishie mm. kulingana na Cyrus mm. yes, yes. umrudishie yes. pesa ile amekukopesha mm. lakini ki, a, ukimkopa a, wewe, ukimkopa unafaa kumrudishia exactly. Absolutely... lakini akikukopa akwambia nikopeshe, usi, asikurudishia that, na, na, na, na, na akiwa anajenga kwao anachukua pesa yako, kama mke wako akijenga kwao akijengea labda ndugu zao ama nini, hiyo unafaa umwachie kama mke mm, ni haki yake, ni haki yake. Ile michanga ya kwao mm. ndio imekuzalia huyu, ukampenda kwa hivyo, so hata akiwajengea jengee mandugu zake, hata ajijengee nyumba huko na baada anaishi <laughs> kwako, hiyo mm. kitu iko sawa, iko sawa, iko bora, mkae na amani yeah. Mbinguni tutaenda kusherekea, my friend, hapa ni amani tunataka. Wacha tusikie Bwana Oliver, ukimalizia maneno mawili ya kukopesha na ya kuchukua pesa kwako kujengea watu wao. Kabla ni, ni okay, kabla nipeane nini yangu ya mwisho, saidia maji mm, si ni mm. mm. mm, kabla nipeane nini yangu ya mwisho, wacha kwanza asinyongwe, nimemsaidia maji kwa bili yangu. Kabla mm. nipeane yeah, nini yangu ya mwisho, nataka nimuulize swali ndugu yangu. Yeye amesema yeye akikopesha mwanamke wake pesa afai kurudisha, hmm. lakini yeye akikopwa anarudisha hmm. Wewe ndio umesema wewe, you need to provide you provide everything hmm. Hii pesa ambaye amekukopa na arudishi, na arudishi, na yeye ukikopa unarudisha. hii pesa anaenda kufanyia nini, na wewe una provide kila kitu hii pesa anafanya nayo nini? Wewe kwanza kitu moja, ingekuwa na uwezo kwa ah, wa kukurudisha kwa tumbo ya mamako anaenda kufanyia nini? unataka kuju nini? Nini? Haifai ha, kujua. Kujua. Unajua yeah, ya nini? mimi na isu, nini? Watazamaji, watazamaji eh, ninawambia tu kinagaubaga wanaume wenzangu ina represent all men in the world saizi. wanaume usikubali mwanamke akope pesa, na akikopa pesa, tafadhali make sure amerudisha, na asiporudisha, wacha hii kesi hata imalizie kwa, kwa, kwa polisi, ama hata ikimalizia kwa DCI, ama high court pia ni sawa hiyo. Swali lako la pili lilikuwa gani? Yeye yeah, kwamba anachukua pesa kwako kwa akijenga kwa kwao, wewe unaweza fanya nini? Unaweza mkataza ama unaweza leta shida ama unaweza mruhusu aendelee kufanya maendeleo kwao? Kitu ya kwanza, hata biblia yenyewe imesema mwanamke, mm. wakati anatoka kwao wa. ametoka huko kwa kabisa amekuja ndio. Unaonanga mara mingi mwanamke akiolewa anapeanwa mpaka na kitanda, analeta zawadi ya kitanda kwa harusi, mara mingi mm. anapewa hiyo mm. inamaanisha ya kwamba nini? Kitanda yake imetoka kwao. We wewe, mbona, we, e, wewe, wewe tumekutoa wewe uh, uh, it, it is my time to talk. Tumekutoa uh, mm. amepewa kitanda, afai kurudi huko tena mm. So ukipata tu mwanamke anachukua pesa zako anaenda kujenga kwao huyo ni mwizi. Huyo ni huyo ni criminal. <laughs> Huyo anafaa afungwe ndani. <laughs> huyo huyo, that is a cheater. He's cheating on your marriage. <laughs> Wanaume, don't allow that. Ham um, um, bye bye, next uh, okay. Time bye, this is the reality of life life. Okay, uta subscribe kwa channel zetu eh, Pastor Anderson Tunje Mwabaya pale Facebook comment, tuweka comment yako pale. View zako ni gani? Unaweza kuwa labda hao wameongea mambo ambayo hayako katika njia ya mwelekeo, lakini we ukao na mwelekeo na ufahamu, labda una miaka mingi uko na experience ya mambo haya, tafadhali we tuwekee pale, tujifunze, ujifunze na wengine pia wajifunze. Tukutane tena next time, next episode. God bless you. Mwalaumeni so many mimi